Uh, tukija kwenye CV hmm. Jenge. <laughs> CV yake imekaje? Ya ni mwalimu ambaye kwa mujibu wa kwanza, ukilinganisha klabu aliotoka na Simba na maana mwalimu amepanda ya mwalimu yeye amepanda ame kutoka hey. Gaborone United kwenda Simba amepanda ame hey. Maanake kwa binadamu ambaye anapambana kwenye maisha kwenye utafutaji, yeye amepiga hatua, hakurudi mm. nyuma kwenye hatua zake za utafutaji mm. lakini ina kwangu, kwa upande wa CV kama ambavyo umeuliza, ni mwalimu ambaye tunaweza kusema sio mwalimu mkubwa sana. Hmm. Kwa sababu sio mwalimu ambaye ana profaili ya kutisha kwenye mashindano makubwa ni hmm. mwalimu ambaye bado profile yake ni ya daraja la kati, hajafundisha klabu kubwa sana barani Afrika, hajafundisha ligi kubwa sana Afrika zaidi. Unaona, uh, amefundisha kwenye mataifa kama Cameroon, amefundisha kwenye mataifa kama huko Botswana ambako ndiko anakotokea na hii klabu ya Gaborone United alikabidhiwa majukumu mwezi Januari mwaka huu, akamaliza msimu na kuwafanya Gaborone United kuwa mabingwa wa, wa, wa, wa nchi ya Botswana, kitu ambacho kime kilimweka yeye pazuri na klabu yake, lakini jambo zuri hata kwenye mashindano ya kimataifa ndio vile ambavyo alifanya akiwa na kwenye hizi mechi mbili dhidi ya Simba. Lakini kitu kingine ni kocha ambaye yeye naweza kusema hana zile sifa za kuwepo kwenye technical bench la timu ya ligi kuu soka Tanzania bara kama kocha mkuu, yani e, kwenye vigezo kwa vigezo vya elimu elimu ya ligi yetu hana sifa kama head coach. Kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba kwa, kwa, kwa, technical bench ya Simba litakavyokuwa, maana yake Selemani Matola ndiye ambaye atakuwa anasomeka kama head coach kwenye makaratasi, kwenye makaratasi wanapoandika head coach, Selemani Matola assistance, anabaki kwa huyu huyu Dimitar Pantev, lakini kwenye te, kwenye, manager. Kwenye, kwenye kama manager. Eh, kwa sababu hata kwenye nani wameandika manager. Sasa hata una, naikumbuka hiyo kwa msimu msimu uliopita na wanyuma yake kwa Azam FC mm. na lile benchi la Yusuf Dabo pamoja na Bruno Ferri mm. Namna ambavyo kwenye kwenye kiutendaji Yusuf Dabo alikuwa anaonekana ni head coach mm. lakini kwenye makaratasi eh, Bruno Ferri alikuwa anaonekana ndio head coach na ndio maana hata kwenye zile tuzo za mwezi zilikuwa zikitoka mm. Inaandikwa Bruno Ferri wa Azam FC ameshinda tuzo ya kocha bora wa mwezi mm. lakini ni, ni, ni, naweza kusema kwa maana yake ni mtu ambaye bado hana vigezo, lakini na najaribu kuwaelewa Simba kwa hoja aliyoisema mwanzoni kabisa Kiemba, mazingira yao. Simba sio timu ambayo iliachana na kocha mkuu kwa kumfukuza. Wakati mwingine kama kocha wako ulimfukuza, maana yake ulipata nafasi ya kutathmini na kujiandaa na, na, na, na, na, na, na nianze kufanya scouting ya kutafuta mtu mpya, lakini taarifa ya, ya kuondoka kwa Fadlu Davis ilikuwa ni kama ta, ni, ni ni, ni, ni, ni kama taarifa kama taarifa ya msiba tu, imekuja katika mazingira ambayo imeshtukiza, haikuwa imepangwa. Maana yake ni kwamba timu haikuwa na nafasi nzuri ama uwanja mpana sana wa kufanya hiyo scouting, kutafuta mtu na mbaya zaidi, tayari msimu umeshaanza, makocha wengi wakubwa ambao wana kazi unatakiwa kutumia nguvu kubwa sio tu kwenye mazungumzo, hata kifedha yeah, ili uweze kushawishi kufanya aondoke alipokuja kwako wewe. Kwa hiyo mm, wao wakajaribu kuchagua option ambayo sio option ngumu kwao, wakajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa sababu hizo, najaribu kuwaelewa ni kwa nini wamekubali kuwa na mwalimu ambaye CV yake haionyeshi kama ana hizo sifa za kuwa head coach wa timu yao. Kwa hiyo ah, ah, sasa.